Yes, kama ambavyo nilikujuza, nimeingia kwenye shule hii bora na leo nakukaribisha mtazamaji wa Tetsoma Kwanza TV. Kipindi hewani ni Top Star na baraka iliyoje. Ni kuwa moja kati ya vitu ambavyo vimenifanya nifike hapa ni kutokana na vipaji lukuki vinavyopatikana katika shule hii. Sasa ni kualike eh, kwa takriban dakika 30 hadi 40 tutakwenda kushuhudia mengi kweli kweli katika shule hii bora kabisa. Tutakuwa na kipengele cha onesha, tutakuwa na kipengele cha ndoto, bila kusahau kipengele chetu kizuri kabisa cha cheza, kipengele ambacho kinawahusisha wanafunzi wanaodance na wa no kuonyesha vipaji vya kucheza kama ilivyoada na kawaida na kukumbusha tu ya kuwa kila siku ya Jumatano saa moja kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki tunapatikana kwenye kisimbuzi cha antena cha Star Times Channel nambari 105, na hapo ndipo ambapo unaweza ukaketi sebleni kwa ajili ya kuweza kutufuatilia mubashara kabisa e. Na nikujuze tu kwamba kuna mengi kwelikweli. Tufuatilie kupitia mitandao ya kijamii Tet, Soma Kwanza TV, tunapatikana huko lakini YouTube ni Soma Kwanza TV. Karibu sana kwa ajili ya kuweza kuenjoy show yetu.

Kama ambavyo nimekukaribisha ndani ya shule hii bora kabisa ya Dar es Salaam sekondari, na kukaribisha tena kwenye kipindi hiki cha Top Star kwenye kipengele bora cha Onesha, na leo niko na vipengele vingi kweli kweli, na miongoni mwa vipengele vingi ni vipengele vya kuwa na waigizaji kuliani mwangu na wasanii wa muziki kushotoni mwangu. Hawa ni wanafunzi wa eh, shule ya sekondari ya Dar es Salaam inayopatikana katika jiji la Dar Dar es Salaam. Hii ndio shule ambayo imebeba jina la jiji la Dar es Salaam. Sasa mimi nisiwe miongoni mwa e, nisizungumze mengi niende kuzungumza na wanafunzi hawa na tutakwenda kufahamu yote ambayo wamejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kikubwa usiache kutufuatilia mwanzo hadi tamati. Ujambo mzee? Sijambo. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ramadhani Abdalla Idi. Ramadhani Abdalla Idi. Kidato cha ngapi? Kidato cha kwanza amali. Kidato cha kwanza amali. Hebu niambie kwanza, mzee uh, umejaliwa kipaji cha namna gani? Kipaji cha kuigiza, kipaji cha maigizo Yes. Oh, kipaji kizuri, of course, ongera lakini unaweza ukatueleza, eh, ni wapi ambapo ulikigundua kipaji hiko ambacho nacho, kuponacho uh, kipindi nilivyokuwa na miaka nane. hmm. Tulikuwa n yani, tunaangalia movie hmm. afu uh, tunatoka nje tunaicheza ndio ya Kiswahili uh -huh. ama nyingi zilikuwa ni za nchi ya nje ndio. e... ndipo hapo ambapo uka, ukafahamu kwamba una, una, una kipaji cha kuigiza cha, cha ndio. pengine kuna mtu yoyote ambaye ulisha kumfuatilia na ukasema huyu mimi namwangalia kama kioo kwenye eneo la uigizaji, ndio nani? Don Johnson. nani huyo e? ni mwigizaji wa movie za Bollywood ndio, anatokea nchini Marekani. Marekani ni Hollywood, ukisema Bollywood ni India kama nitakuwa niko hmm, sahihi ki, sawa. Mpe kipaza e, mwanafunzi mwenzako. Hujambo. Sijambo. Shikamoo. Marhaba. Karibu kwenye Top Star ya Tet Soma Kwanza TV. Unaitwa nani? Kidato cha ngapi? Kwa majina naita Mayasa Hamisi, nasoma kidato cha kwanza. E bana, e mwangalia ile ile runinga pale. Mayasa ni mdogo wangu wa mwisho, Hamisi ni mimi, sio? Unanielewa hapo? yes. Mayasa ni mdogo wangu wa mwisho, Hamisi mimi. Uh, tueleze ni wapi ulifahamu kuwa una kipaji cha uigizaji. Nilivyokuwa darasa saba mwalimu alitupa igizo tuigize. Nika perform vizuri ndipo nikajua kwamba na mimi naweza na kipaji cha kuigiza. Na kipi ambacho ulikifanya hadi hivi leo bado unaendelea kufanya maigizo? Nili perform vizuri katika karakta yangu ndio. e. Nani ambaye unamfuatilia sana kwenye sanaa ya maigizo? Klamvevo. Klam Vevo huyu yes. YouTuber kijana fulani anachekesha chekesha, yes. Na wewe upo kwenye hiyo character ya uchekeshaji? Hapana, nafuatiliaga tamthilia zake kule YouTube. yes. Ni maudhui gani ambayo anayapenda sana kwenye uigizaji? Anapoigiza nafasi yake vizuri, yani anakuwa anavaa usika wake vizuri. Au sio? Yes. Sarudi kwako Mayasa, twende tukazungumze na wasanii wa muziki. Karibu sana. Unaitwa nani? Kidato cha ngapi? Kwa majina naitwa Bless Benson kidato cha kwanza Amali. Bless. Yes. Ah, Baraka. Si ndio? Eh, eh. Tueleze kwanza kipaji cha muziki bwana, ulikijulia wapi ama lini uligundua na kipaji cha muziki? Nilipokuwa chekechea kwa mara ya kwanza tulienda kuperform wimbo wa kusifia shule. Nilipokuwa hapo, ndo nilipewa nafasi ya kuongoza, yani kwaya master, nikajua kweli mimi mm. nina kipaji cha kuimba, na nilipokuwa shule ya msingi nikaenda kujiunga na kwaya mm. na kwaya, nilipoenda kujiunga kwaya mm. nikapewa nafasi ya kuongoza kwaya. Kipaji chako Awe, wananisapoti kwa sababu wananiruhusu kwenda kufanya huduma kanisani, saa nyingine kwenda kwenye matamasha mm. hivyo wananiruhusu. Hebu tuambie basi, wimbo wowote unaofahamu wewe wa injili, mapambio, wimbo wote. wimbo naupenda na kusikiliza ni wimbo walioiva ni magospel ya mm. ni kurejeshe sekunde 30, hivyo 15 tupe. Na sikia kwiswa na sauti yako, anasema jo kwangu ni kurejeshi yaliyoibiwa yaliyochukuliwa na mwovu, anasema njo kwangu ni kurejeshi amani ya kweli iliyopotea, usiitafute pengine, kwake Yesu taipata. Furaha ya moyo iliyopotea, usiitafute pengine, kwake Yesu Taipata. Sawa basi, mkabidhi e, kipaza e, dada hapo, hujambo? Karibu kwenye Top Star. Unaitwa nani? Kidato cha ngapi? Inaitwa Jennifer Devi, kidato cha kwanza science. Karibu na utueleze ni wapi ambapo ulifahamu kipaji chako cha uimbaji na wimbo zipi zinakuvutia wewe kuzima. nilipokuwa darasa la tatu mm. Katika kuimba kuongoza na nyimbo ya shule mm. Wakati ninaimba walimu wengi walikuwa wananisifia na kusema kwamba mimi nilikuwa najua kuimba mm. Na hapo ndo nikajua kwamba nina kipaji cha kuimba koo, ndo nikawa najikuza na kuendeleza kujua kipaji changu, ndo nilipofika darasa la nne ndo kwenye kuimba mm. Nikapata tunzo kwamba niliimba vizuri na na, na kipaji cha kuimba. Ndio. Tuimbie basi wimbo wote ambao unaojua wewe wa Kizungu, wa Kiswahili e, wa dini au sio wa dini. Wewe tu sekunde 30 ila 15. We, we all, put us on will wiwia patazanuwa pre wanyu wasenetuchi wanye ko astchdha

to cry on a the, the highs and the lows I'm not gonna make it la la la la Sibai, la la la la Ah, umetisha an nataka <laughs> uniambie kwanza eh, nani ambayo kwako namtazama kama kiyo kwenye eh, tasnia ya wanamuziki? Ni Billie Eilish. Nani? Billie Eilish. Uh, ni wa msanii wa kutoka nchi gani? Amerika. Amerika. Wasamani siku moja kuwa kama yeye. E kwa nini umevutwa naye? Kwa, kwa sababu ni mwimbaji mmoja mzuri ambaye ametokea kugusa sana moyo wangu. Amegusa moyo wako eh. Baki yapo kwenye ugusa moyo wako mpe kipaza Blessing. Blessing ungetuambia nani ambaye unamtazama kama kioo kwenye swala zima la usanii? Msanii ambaye namtazama kama kioo kwangu ni Rozi Muhando. Rozi Muhando, mwanamama ambaye anaimba mashairi swake yote ambao unaijua kwa jina tu eh, maarufu sana ya zamani yote. Facebook Facebook yote unafuatilia sana njile nam. Tumetoka kumsikia Blessing, tumetoka kumsikia pia eh, mwanafunzi mwenzake wakiimba na kuweza kuonesha uwezo wao katika swala zima la uimbaji. Kwa sasa tuzungumze na waigizaji wetu eh. Bana, kuna igizo lolote ambalo mshawahi kuigiza shule? Ndiyo na linaitwaje? Pengine e, linahusu madhara ya mahusiano ya kimapenzi shuleni. Madhara ya mahusiano shuleni? yes. Kwa nini mlifikiria kucheza igizo hilo? Kwa sababu wanafunzi wengi wanapokuwa shuleni mm. wanajiingiza kwenye mahusiano ya mapenzi mm. kwa hiyo huwa inawashusha kwenye performance ya mm. taaluma, wanashuka wengine, wanapata mm. mimba Debe. wanaacha shule. Na imani nawe hauna mpenzi shuleni? Sina na hauna mipango ya kuwa na mpenzi shule? Sina kabisa. Soma soma, kwanza taifa linakutegemea. Asante. Amina, huyu unapongozaga naye anafikaga kweli shuleni au anaisha njiani? uh -huh. shule hmm. hmm. hmm. Ah kweli ananidanganya yako. Mama. Mama usim mama usimsikilize. Natoa hela zangu ili nikusomeshe mama, mimi naangaika mama, na, na kusomesha yeye afu A unakuja kwe, we kijana. akanipata. Sikiliza mimi. Ina maana unaamua kunivua nguo mimi, mama yako nimekuzaa. Unaamua kunivua nguo unanizalilisha mtaani na nionaje mimi? Kula unakula uli? Kuvaa unavaa uvae. Kwa nini sasa unahangaika? Ni kina nani au ni kina nani analishwa na wazazi me wake mama, na anavishwa kwa wazazi wake kwa nini? Zame. Eh? Nikupe nini ili nielewe mtoto? Mtoto nikupa nini mama, jamani me. Eh tuongelee kitu gani ili tuelewe? Nam, kama ambavyo tumeona eh, tukio eh zuri igizo zuri eh, <laughs> mimi limenifurahisha sana na limenielimisha eh, kwa namna yake, na nikiwa kama eh, mzazi mlezi eh, ajae, basi sina budi kuweza kulichukua hili. Hata wewe ambao unanifuatilia hivi sasa kupitia Top Star, eh, ni wajibu wako kuweza kumkemea mwanafunzi wako kujihusisha na kitu tofauti na elimu awapo shuleni kwa sasa. Tuje kwako sasa, eh, pengine kuna igizo lolote ambalo umeshawahi kuigiza kama mwenzako hapa Mayasa? Ndiyo. Hilo agizo linaitwaje? Utueleze na kwa nini umeamua kuweza kulicheza. elimu kwa watoto wa kike, elimu kwa watoto wa kike. Yes. Okay, na lina ujumbe gani ndani yake? lina ujumbe kwamba tuwapeleke watoto wa kike shule, kwani naweza tuwape nafasi ya kusoma i njo hivyo. Anataka baba hapa, anataka kusema uolewe, anadai shule ni ya nini? tena mbona zogo hapa? Ah, asante bwana bwana kidumbili umekuja. Ah, bwanangu Shabani vipi? Unakwenda shule kweli? Wewe unakwenda shule wapi? Kadi mtu ana mali na tabia njema. Hataki kwenda shule. Kama unataka mwanangu aolewe, yani afadhali hata nimchukue tena zote huko kijiji nikapambane nikalima nimsomeshe utaolewa wewe. Wapi wewe? Uuzi mmoja. Eh, bwana tumerejea hapo baada ya igizo no wow. Wow, fupi na moja kati ya tukio bora <laughs> Kongu, mimi nimelipenda ni di yule mzee ambaye anahamasisha sana mpunga, mchele, mane fedha kwamba anahitaji mtoto aolewe ili aweze kupata fedha fedha siyo kitu bwana, kwa sababu moja kati ya kauli mbiu ambayo sisi tunaenda nayo, elimu ni kazi. Sasa mtoto ukimsomesha kile ambacho anakitamani, ile fedha ambayo anaitamani, atakuja kuilipa zaidi ya ile ambayo mzazi ama mlezi unaitamani. Hivyo somesha mtoto wako, awe msichana, awe mvulana ana wajibu na nafasi kubwa ya kusoma. Mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV kupitia kipindi hiki cha Top Star, mimi nasema niweke utuo hapa kwenye kipengele hiki cha onesha, lakini baada ya mapumziko mafupi, tutakwenda kuzungumza na wanafunzi kwenye kipengele cha ndoto. Unajua, wanafunzi wa Dar es Salaam Sekondari wana ndoto gani? Usiondoke. Mimi ni Thomas Junior Mpemba, mwenye majina ya Kibrazil.

Yeah, yeah. Kama yeah, mwalimu wa mchezo, sisi hapa shuleni, inapofika ile fomu wani wanapokuja ili kuwakaribisha fomu wani, tuna kitu kinaitwa welcome fomu wani. Katika iwe welcome fomu wani, tunahakikisha wale fomu wani wanaokuja hapa wanashiriki kutonesha chochote kipaji anachokijua chochote anachokifahamu na wakishirikiana na hao wengine, na wenyewe hao wengine wa wenyeji form 2 hadi form 4, na wenyewe huwa wanashiriki kwa kuonesha vipaji vyao. Sasa pale tunawatambua watoto tu wanaojua kuimba wanaojua kuchora, wanaojua kutunga mashairi, wanaojua ngonjera, wanaojua hadi mpira wa football, netball, kila kitu watatuonesha. Sasa hapo nda, nasi idara yetu ya sanaa na michezo tunaanza kuwachagua wale wanafunzi wenye vipaji mbalimbali mbali, ambavyo vingine hata kama havikuwepo basi tunaviongeza katika idara yetu ya michezo. Na washauri wazazi. Nikikwambia mzazi, mama mimi naweza, baba mimi naweza, guardian nikinaweza. Hebu msikilize tusiwakatishe tamaa tusiwalazimishe tu unatakiwa uwe rubani, rubani, rubani. Anaweza kawa rubani lakini ni mfundi mzuri wa design wa nguo nje ya urubani wake, anaweza kafanya vitu vingine. Na washauri sana wazazi. Sasa hivi dunia haitegemei mtu kuajiriwa na serikali, tuwatengeneze watoto wetu waweze kujiajiri wenyewe kwa talenti zao wenyewe. Anaweza kuwa daktari lakini akawa mwimbaji mzuri kama mlivyowaona hapa. Sasa nawashauri sana wazazi, serikali tuendelee kuweza kuwasaidia watoto wenye vipaji ambavyo ni nje ya mfumo wa elimu ambayo tuliouzoea. Asanteni sana. Kwa niaba ya mkuu wa shule tunawashukuru sana. Karibuni tena, Dar es Salaam Sekondari. Asanteni sana.